Wanaharakati wa ushirikiana na masheki wa misikiti mbalimbali mbali na wahubiri katika kaunti ya Mombasa wamejitokeza kuimiza mahakama kuzingatia kumpa haki mjane wa marehemu Anwar Bayusuf Nur Jezan. Wakizungumza nje ya mahakama ya Mombasa wakiongozwa na Salim Karama, wanaharakati hao wamehoji kuwa Nur anapaswa kupewa haki, kwani banki ya DTB imekosa kutoa ushahidi wa jinsi marehemu Anwar alivyochukua mkopo baada ya kuaga dunia. Meneja wa DTB alipopanda pale kwenye chemba akiulizwa ile loan walimpa vipi Anwar Bayusuf marehemu, ilikuwa hawana ushahidi wakili wao akasema ya kwamba loan walimpatia marehemu lakini kwa mdomo, si kwa maandishi, ambapo jambo hili ni jambo la masikitiko na ni maajabu katika hii dunia. Kenya ina wasomi, Kenya ina mawakili ambao wamepeperusha, wamepeperusha bendera, bendera katika nchi yetu na nje ya nchi, lakini jambo la kushangaza, nashangaa huyu Mr. Shah anachezea watu, wakili anazunguka huku na huku. Sasa kesho, Mungu akipenda, kesho siku ya Jumaa ya, ya, ya ni ruling Court of Appeal. Wao, yule, wao yule, yule wakili wao Mr. Shah ameandika application hapo. Anataka hii kesi itupwe. Tunauliza, hivi kwa ground gani kesi itupwe? Wao DTB ni nani? Kesi itupwe. Nuru Jayzan ameweza kushinda kesi hii mahakama zote. Tunachoomba ni serikali waimalize kesi hii waimalize, na Noor Jayzan pamoja na watoto wake mayatima wapewe haki yao karama. Aidha amemshukuru Rais Ruto kwa kuagiza idara ya mahakama kukamilisha kesi zote Tambo, za kitambo mapema iwezekanavyo. Nataka nitoe shukurani zangu za dhati kwa mheshimiwa Rais William Samoei Arap Ruto aliposema kesi za kitambo zimalizike na lengo la hii presi yetu siku ya leo ni kwamba kesho sisi tuna kesi ya Noor Jayzan vs DTB. Hii kesi imechukua muda mrefu. Viongozi hao wakiwemo walemavu wamehimiza mahakama kuzingatia haki katika kutoa uamuzi wao ambao umeratibiwa hapo kesho Ijumaa. Wameshughulika, wamesimama na umama, mama wanasimama na haki eh, na mwendelee kusimama hivyo hivyo, na mama mumpe haki yake, na la mwisho twasema Huyu CEO wa hii bank ambaye kwamba ni ule mzee Mhindi mkubwa wa hii bank nasimamia, sisi twamlaani pakubwa sana. Laana zetu sisi mashekhe, laana zetu sisi wachungaji, laana za kanisani zote zimteremkie, laana za misikitini yote imteremkie huyu CEO wa bank. Nauliza serikali, hii jambo mnaielewa na mmeisikia? Itiliwe maanani sana maana hakuna yeyote katika nchi hii aliye juu ya sheria za nchi. Kila mmoja utawalwa na sheria, na kama jamii na watu ambao tunaamini sheria ya nchi, tunasema kwa pamoja kwamba siku ya kesho iwe ndiyo siku ya mwisho judgment ama ruling. Je, una unamuogopa Mungu akatunafanya judgment yako, ama utakuwa unafata hela? Sisi tunataka haki ionekane. Mambo mengi hatuna haja, tunataka haki. Ruling ya kesho ya mama Nurjeizan ikitolewa, lazima wampatie mama Nurjeizan haki yake, tena pasina kuchelewesha. Haya mambo ya Nurjeizan si ya leo, ni ya kitambo na watu wamejitokeza kila upande, na hao watu hawataki wa kusema ukweli. Uko wapi ukweli? Tunasema Nurjeizan amedhulumika, apawe haki yake Abawe haki yake mjani huyo, pamoja na watoto wake. Na sisi kama mama tunasikia uchungu, kwa sababu tunajua ulezi wa mtoto ni nini na haki ni kitu gani. Leo akiwa anadhulumu, anamdhulumu Noor Jayzan, amedhulumu wanawake wote pamoja <coughs>